Jeshi la polisi mkoa wa Morogoro limewakamata uh, Fortunatus Joseph Lihame mwenye umri wa miaka arobaini na sita, huyu ni mkulima na mkazi wa kijiji cha Ibugusa na Makasiwa Abdalla Shabani, miaka arobaini na tano, huyu ni mwenyekiti wa kijiji cha Ibugusa wilaya ya Kilombero, uh, mkoa huu wa Morogoro kwa kosa la kusababisha mauaji ya Zengo Shija Figiri huyu ana umri wa miaka thelathini na tano ni mkazi wa Ngapembe kata ya Utengule wilaya ya Kilombero. Hili tukio limetokea tarehe kumi na tatu kwa maana ya jana, mwezi huu, majira ya asubuhi, karibu na hifadhi ya bonde la pori tengefu la mto Kilombero kata ya Utengule wilaya ya Kilombero. Watuhumiwa hao wawili pamoja na wenzao ambao tunawafuatilia walimshambulia marehemu kwa silaha za jadi, wakimtilia mashaka kuwa ni mwizi wa ng'ombe ishirini okuwa anawaswaga kuelekea kwenye malisho eneo la pori tengefu hilo ambalo nimelitaja, lakini uchunguzi wa kina uh, unaendelea kwa kushirikiana na wadau wengine wa haki jinai.